Uh, nichukua tena nafasi hii vile vile kuishukuru kwa niaba ya ya bodi ya wakurugenzi na wafanyakazi na management nzima ya Pass Leasing Company Limited. Nichukue nafasi hii sasa, kwanza kabisa kuishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano ambayo inaongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassani, Mheshimiwa Rais, kinara wetu kwa kazi zao nzuri, lakini kwa sera ambazo niwezeshi na rafiki kwa maendeleo ya Watanzania. Bila kuwa na sera nzuri na utawala bora, mimi nafikiri leo hii tusingekuwa hapa, tusingefikia hata hatua ya kufikiria kuchukua matrekta. Lakini kwa sababu ya sera nzuri ya serikali ya awamu ya sita, imetuwezesha upatikanaji wa zana za kilimo kwa urahisi zaidi, na leo hii Watanzania tunajivunia tunafurahi kufanya kilimo chetu kuwa chenye tija zaidi kwa kutumia zana bora e, kwenye shughuli ya kilimo na mnyororo mzima wa thamani wa kilimo. Kama alivyokuwa anazungumza mzungumzaji wa kwanza, alisema bila zana bora za kilimo hakuna tija yoyote kwenye kilimo. Basi tunashukuru sana serikali yetu tukufu inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha, sera zake zilizokuwa nzuri na wezeshi sasa leo Watanzania wana uwezo wa kumiliki vyombo e, mashine lakini na zana zilizo bora kwenye shughuli zetu. Hapo zamani ilikuwa mtu anayemiliki miliki trekta, sisemi kwa ubaya, lakini alikuwa aidha raia wa kigeni au mtanzania mwenye asili ya nje. Kukuta mtanzania mwenzangu mbulu anamiliki trekta, unawahesabu kwa majina, lakini leo kila mtu leo akihitaji kumiliki trekta masharti ni nafuu, na leo DC, utaona ni vijana kabisa wanaotaka kumiliki kumilikia. Kwa hiyo tunashukuru sana, na tunaamini haya singewezekana kama sivyokuwa na serikali iliyokuwa nzuri inaojali wananchi wake. Sisi kama Pass Leasing au hawa kanu ni wadau tu, lakini tunafuata maelekezo na miongozo sahihi ya serikali ya Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa kifupi tu Eh, kampuni hii ya Pass Leasing ni kampuni tanzu au ni mtoto wa taasisi inayojulikana kama Pass Trust. Kampuni hii imeanzishwa miaka mitano iliyopita, elfu mbili na ishirini na moja ndipo tulipoanza rasmi shughuli zetu za uwezeshaji wadau wa sekta ya kilimo kuweza kuwezeshwa kumiliki zana bora za kilimo na mnyororo mzima wa thamani katika sekta hii ya kilimo, uvuvi na ufugaji kwa mtindo wa leasing. Sasa leasing ni neno la Kizungu laki lakini, kwa lugha yetu leasing maana yake ni karadha. Ah, uh, haina tofauti sana na mikopo ya kawaida, lakini huku sisi ni moja kwa moja tunawezesha vifaa na sio pesa, na uzuri wa leasing haihitaji yale, yani masharti tuliyoyazoea zamani uwe na zamana kama nyumba uwe sijui na benki account. Sisi huku wewe uwe na uwezo wa kuchangia malipo ya awali, lakini uthibitishe wewe ni mkulima na una uhitaji. Hatuhitaji sisi historia ya nyuma, tunaangalia historia ya mbele, unataka kwenda kufanya nini. Na ukija kwetu asubuhi, kesho asubuhi unamiliki chombo chako. Sote tunafahamu kuwa sekta ya kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wa nchi yetu. Sekta hii inatoa ajira kwa takribani asilimia sabini ya Watanzania. Inachangia kwa kiasi kikubwa kwenye usalama wa chakula, pato la taifa, na pia hutoa malighafi kwa viwanda vyetu. Ni jambo la kutia moyo na kupongezwa sana kuona Pass Leasing ikishirikiana na wasambazaji mbalimbali wa zana, za bo, zana bora za kilimo kama Kanu Equipments kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais wetu kwa vitendo, na kuwawezesha wakulima kupata zana za kisasa kwa ajili ya kuendeleza kilimo. Serikali inatambua na kuthamini wadau wa teknolojia ya kilimo nchini akiwemo Kanu Equipment ambao wamekuwa mstari wa mbele kusogeza huduma mbalimbali zaidi ya wakulima. Huduma hizi zitawezesha wakulima kupata zana bora kwa wakati na gharama nafuu. Kwa niaba ya serikali napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuwa kutoa ushirikiano na wakaribu kwa Pass Leasing na wadau wengine wakilimu, wa kilimo ili muendelee kupanua wigo wa huduma zenu na kuongeza elimu kwa wakulima wetu kuhusu faida ya kutumia teknolojia za kisasa. Na kwa kifupi tu uh, thamani ya matrekta hayo ni takriban bilioni 1.4 na kati ya hao wanufaika ishirini basi kati yao uh, takribani kumi na saba ni wanufaika moja kwa moja kutoka katika wilaya hii ya Hanang', lakini uh, kwa kampuni ya Pass Leasing leo imekuwa tena siku ya bahati. Kufika, tulifika hapa mara ya kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na moja ambapo tuligawa hivyo hivyo tena matrekta ishirini tukiwa katika uwanja pale wa shule ya msingi tulifika tena mwaka 2023 kwa kushirikiana na ofisi ya wilaya tukagawa tena matrekta kumi, lakini na leo tena kwa mara nyingine tumefika kugawa matrekta ishirini kwa wakulima na kwa kuonyesha ile dhamira ambayo tulisema toka mwanzo tulisema kwamba wa wakulima wengi walalamika kwamba ofisi ziko mbali, wana-wana lazimika kupanda kufunga safari kwenda Babati kwenda mpaka Arusha ili kupata huduma, lakini uh, leo sasa kwa kuwepo kwa ofisi hii na tukio hili, basi moja kwa moja inaonyesha kwamba uh, yale ambayo yalikuwa yalitolewa yali na wakulima yamefanywa kazi na kampuni ya Kano Equipment. Leo hii wamekuja hapa na kuzindua ofisi ili kufikia wakulima wa wilaya ya Hanang'